b ku promote areas zingine tunaacha area za nyumbani. Unajua hizo maduka zote Kushiasa ingekuwa imeendelea. Na kwa nini haijaendelea? Poorest maintenance, wivu, kuuana, uchawi. Ate msiyee akisimama anasahau Kushiasa, ate mpia akisimama anasahau Kushiasa. Mnataka aje barabara kutoka Kushiasa paka mshitoi giza kutoka mshitoi kutoka kushiasa paka kumailo giza, biashara itaendelea aje? Street light ndio tunataka Msunguri, kutoka mshitoi ikuji pande paka kushiasa, ikuji pande paka... paka kumailo bwana, tunataka street light, atutaki mambo na forest kwa barabara. Ni kama tunavuka vitu zenyakuna. Ukienda saa moja kushiasa imefunga giza Unarudi, ni kama yaani, hata mtu anaweza kupigia nya teka nyara pale Musongea. So by the way, Jennifer Lopez, umesema niongelelee hiyo kitu, nishaongelelea. Na ukitaka niongelelee eria kwako, tafadhali tag me to the post post I will post next. Asanteni.